Ya wetu kwa kuwa na Zanzibar Safety, Public Safety Police, sera ya usalama wa raia wa wananchi wa Zanzibar. Asitokee mtu wa kuwa harasi ovyo ovyo, asitokee mtu wa kuwaweka ndani ovyo ovyo, asitokee mtu wa kufanya uzembe, manake leo kuuliwa mtu imekuwa jambo la kawaida Zanzibar na hakuna anayeuliza. Zanzibar ndani ya muungano Ndugu zangu, hili hatutolionea haya, hatujawahi kulionea haya, halijawahi kuonewa haya na viongozi wetu, wazee wetu waliopita wote, kuanzia mzee Karume, Abudu Jumbe, Dr. Salmin na wengineo. Sisi tunakwenda kuyakamilisha yale walioyatamani ili Zanzibar iwe kweli, na katika hili tunasema viongozi wote wa vyama vya siasa vilivyokuwa makini, sisi tutawapa heshima yao kama washirika katika kuijenga Zanzibar mpya tutawapa